Yes, eh, niko hapa pia kuelezea changamoto ya human toxin kiwango cha kuwa na sumu nyingi mwilini. Unajua, mwili wa mwanadamu ulivyotengenezwa, kuna njia kadhaa ambazo zinatoa sumu. Njia ya kwanza ni kwa njia ya machozi. Eh, sasa kuna mtu unakuta mwaka mzima hajawahi kulia, hajawahi kupata changamoto yote ya kuleta machozi. Lakini njia ya pili ya kutoa hizo sumu ni njia ya haja ndogo. Wakati wa kujisaidia haja ndogo mkojo unaondoa sumu, lakini njia ya tatu ya kuondoa sumu mwilini ni jasho linalotoka kwenye ngozi. Kuna mtu anakaa miaka na miaka hajawahi kusweti, hajawahi kutoa jasho. Maana yake, ndiyo maana unakuta mtu anashauriwa afanye mazoezi ili angalau mwili utoe nini? Jasho la kutosha, kwa sababu kuna sumu nyingi ambazo zinakuwa zinatoka. Lakini njia, njia nyingine ni wakati wa kujisaidia haja kubwa. Hey, hiyo ni njia mojawapo ya kutoa sumu mwilini. Sasa changamoto ni kwamba tunaingiza sumu zaidi mwilini lakini hizo sumu hazitoki kwa kiwango kinachotakiwa. Kuna mtu kwa siku anakojua mara mbili au mara moja au mara tatu. Lakini mtu anatakiwa at least kwa siku akojua paka mara kumi. Maana ah, yake ili uweze kujua mara kumi huyu mtu anahitaji anywe maji mengi sana. Lakini pia kwa mtu kwa siku mtu anatakiwa asweti mara mbili. Maana yake jasho litoke mwilini mara mbili kwa siku. Maana yake aiza itoke asubuhi, aiza litoke usiku au jioni. Aa, ah, sasa ili uweze kutoa jasho la kutosha, maana yake unatakiwa ufanye mazoezi hizo, utembee mwendo mrefu au unyanyue vitu, ufanye mazoezi ya viungo, itakufanya uweze kutoa jasho la kutosha. Lakini pia ili uweze kutoa machozi, maana yake unatakiwa mtu ambaye una, una tunasema kwamba una, una ni mtu wa maombi au mtu ambaye anamtegemea anam Mungu kuomba e, kwa kwa hisia inaweza kukupelekea ukatoa nini hayo machozi. Lakini pia ah, unapokuwa na uchungu unatakiwa pia ujiachie ulie, kwa sababu unapotoa uchungu maanake kuna sumu nyingi zinatoka kwao. Niko hapo kuambia kwamba kama huwezi kupitia hizo hatua, nitafute, nitakupatia bidhaa ambayo itakusaidia kwenda kuondoa sumu zote bila kupitia hizo hatua na kufanya hizo hizo hivyo vitu nilivyokuelekeza. Asante na karibu.